vita ya kuwania tuzo ya golikipa bora msimu huu bado ni mbichi. Leo na kuletea magolikipa watatu ambao wameonyesha maridadi wa kipekee hadi sasa kunako ligi kuu ya NBC msimu 2024 2025. Yona Amos, golikipa wa Pamba Jiji, anaongoza kwa kuokoa michomo ambapo tayari ameokoa michomo 62 kati ya mashuti 89 yaliyopigwa langoni kwake. Amepaka mafuta Yona Amos pirut. Jonathan Nahimana wa Namungo ndiye mlinda mlango anayeongoza kwa kupangua penati nyingi, ambapo amecheza penati tatu kati ya tano alizopigiwa hadi sasa. Na wa mwisho ni goalkeeper wa Simba Moussa pinpin -pin Camara, ambapo hadi sasa ameruhusu mabao 8 tu akivuna clean sheet mara 15 kati ya mechi 20 alizocheza. Kwa Rajabu Masinga wote save.